Nawashukuru sana watu wote ambao wamefunga safari kutoka Kigoma kuja Dodoma kwa ajili ya kushuhudia namna ambavyo tunaenda kupata kiapo. Uh, taratibu za bungeni zimeonyesha kwamba watu wanaoweza kuingia ndani ni watu watano peke yake, lakini kitendo cha mtu kufika Dodoma kwa ajili ya Babalevo, hicho mimi kimenipa moyo sana na naamini na huko mbeleni tutapata nafasi ya kuingiza watu ndani ya bunge sio tena tena. Pale kwenye bustani nimeshuhudia wabunge kadhaa ambao walikuwa wakiingiza watu tofauti tofauti katika mabunge yaliyopita, kwa naamini tutakuwa tunachukua makundi kwa makundi. Tukisema tunataka soko marungu, wakinamama watano, kwa noti wakinamama watano, gungu wakinamama watano, bango wakinamama watano, tunawasafirisha, tunawaleta. Kwa mara ya kwanza wakina mama wa soko marungu na wenyewe wanaingia bungeni, wanamshuhudia mtoto wao. Hizo ndo plani ambazo niko nazo lakini, bodaboda, tutahakikisha vijana wa bodaboda, tunaweza tukachukua kila kata, kila diwani akaleta vijana wawili wa bodaboda boda kutoka kwenye kata yake, tukawakusanya tukawaleta tena huku, na wao bodaboda wakakaa wakimwangalia ndugu yao akiwa bungeni, kwa tutahakikisha makundi tofauti tofauti yanafika Dodoma na yanashuhudia bunge and then baada ya hapo yanarudi kuendelea na shughuli zao. Ni gharama, lakini kwa sababu wao pia walinigharamia kunipigia kura, tutajitahidi kwa nguvu zangu zote kuweza kugaramia na wao pia waweze kufurahia kwamba wamemchagua mtu anayewajali kwa miaka mitano. Na uhakika asilimia mia moja nitakuwa nimechukua wapiga kura wasiopungua elfu tano mpaka elfu saba ambao watakuwa wamefika Dodoma kwa leo. Niko na viongozi wangu wa chama, nimefurahi sana. Nimeona viongozi wangu wa, wa CCM uh, uh, mkoa Kigoma mjini, lakini viongozi wangu wa, wa CCM wilaya. Nimefurahi sana kuwaona wapambanaji wangu, watu ambao walitoka mbele kupambana, lakini pia waheshimiwa madiwani ambao tumepambana kwa pamoja kwenye vita, wote waliofika hapa, kata zote uh, uh, uh, kumi na tisa, pamoja na viti maalum. Ninafurahi sana kuwa pamoja na kesho tutakuwa na hafla uh, kama hii hii usiku eh, baada ya hapo watu watakula wataenjoy, and then baada ya hapo mtachagua nyewe wenyewe kama mlale kuondoka asubuhi au uh, muondoke usiku huo huo baada ya chakula mpande kwenye basi muondoke.